Na kujihisi uko salama uwanjani, utaepukana na kila mabaya ya vibarazani. Wakati huo nikiwa nacheza full back 3. Nilichagua position hii kwa sababu sio watu wengi wanapenda kucheza position hii. Wakati hulo tulikuwa tunaamini awezaye kucheza vizuri position hii ni yule mchezaji anayetumia mguu wa kushoto, ndiyo anayestahili kucheza position hii anayecheza position hii ikiwa anatumia mguu wa kulia, mara nyingi anakuwa yua kava tu position hii. Lakini kukipatikana natural left-footed player, atapewa yeye hii position ya full back three. Nikacheza kwa muda. Siku moja center half wetu Mangale, kulingana na sababu za kikazi, hakuweza kuja michini, ikabidi mimi nicheze ile position. Ikawa mimi na my big brother Abdullah Islam Omar Timimi ti ndio tukawa twacheza hizi position. Sometimes nacheza sweeper na yeye central half, au twabadilishana, yeye acheza sweeper, mimi nacheza center half. Kwa bahati nzuri akapata bahati akasafiri. Kusema kweli, hii division 4 ilikuwa na mitihani mingi. Kwanza taimu zake mechi yaanza saa tisa mchana, jua kali sana, hata kula hamuli vizuri, ni kushikashika kidogo chakula hutoke mbio kwenda mechini. Saa nyingine mwafika uwanjani mko kama wachezaji saba, ndio waona wengine wanatokezea. Mara mwingine na wakati huo pengine, pia ile timu nyingine wamepungua wachezaji wao wako tisa, na refari ashavaa yunfo. Hatongojea mpaka mukamilike, atapiga firimbi aanze kucheki kadi za wachezaji mmoja mmoja. Akishamaliza, maadamu timu imefikia kile kiwango kinachokubaliwa na FIFA, hata kama hamujakamilika, mechi itaanza, shauri yenu. Kama wao wako tisa na nyinyi muko wanane Gemu itaanza, watakaokuja kuchelewa watakaguliwa na line men, lakini refa hawatongojea ati mpaka timu zikamilike. Saa nyingine kuna transport ya klabu mtu yajitolea. Ukichelewa itabidi utafute namna ya kufika uwanjani kivyako. Wakati huo bado niko shule ya Kaloleni Primary, na cheza ligi za shule na kufunga mabao mwaka ukamalizika, hatukufanya vizuri Chelsea FC B2. Mwaka wa pili pia hatukufanya vizuri division four. Hapo nisha join shule ya Tomboya, ulifanya vizuri sana hata tukawa mabingwa wa shule za Tononoka zone mwaka wa 1984. Nilikuwa na treni mara mbili mazoezi ya Tononoka zone, nikimaliza hapo hapo na join mazoezi ya timu yangu ya Chelsea hapo ndipo timu yangu waliponiona nacheza vizuri sana position ya striker kwenye mechi za shule na nafunga mabao, ndiyo wakanishauri nibadilishe position nicheze striker. Basi kuanzia siku hiyo position yangu B team ikawa ni striker. Mwaka uliofuatia wa 1985 Chelsea tulikuwa na new young squad, tulianza vizuri sana ligi mwaka huu tukawa position ambayo katika historia ya Chelsea hatujafika ile position. Tukaanza season tukawa twafanya vizuri sana team B. Nafunga mabao kama kawaida. Wenzangu ambao nilianza kucheza nao mbele wamepewa promotion. Mpaka siku moja nikaja nikajiuliza, wenzangu tumejoin nao wakati mmoja hata hawakuchukua muda wamepata promotion mimi bado nacheza division 4. Ikanitia machungu sana, ikabidi niwaambie maofficial wangu wanipatie kadi yangu nikajoin 11 Brothers au timu nyingine hapo, wanatafuta mbinu za kujoin ligi ya KFF, lakini ikawa yashindikana. Kwa bahati nzuri, maofficial wa Burnley wakakubaliana mikataba ya kuwa siku wakihitaji jina lao wapewe wenyewe. Ikafika wakati mimi nikaja kususia kuchezea timu yangu ya Chelsea B, nikadimand ni pawe promotion. Kawa kama kawaida, naenda mazoezini, lakini siku ya mechi naenda kama mta, mtazamaji round ya Shimanzi, nakaa chini nyuma ya goli upande wa reli ya makontena masapoto watoto na wale makamu yangu waja kunirai nicheze, mimi nakataa, lakini ndani ya moyo wangu naumia. Hapo pengine tushafungwa au bado tuko dro, karibia half time natumana vifaa, naletewa mpaka viatu mchezaji mwenzangu George Bengo, iwavua iwanipatia mimi, na ikiingia nabadilisha game. Twakomboa na tuwaongeza, mimi nikiwa mmoja wa wafungaji mabao, tukawa twapata point na kupanda position. Kwa mechi kadhaa zile za mwisho mwisho, situation yangu ikawa namna hii, nimesusia na kila nikiingia game ya badilika na nafunga mabao, tukashinda game zetu zilizosalia na tukamaliza nafasi ya tatu kwenye ligi ye. Na kuwa top scorer wa timu yangu ya Chelsea kwa mara ya kwanza, katika historia ya Chelsea hatujafika hapo position hii, na tukapata promotion kupanda division 3. Na pia kulikuwa wakati mmoja mzee wetu referee marehemu Said Ali alikuwa na tournament yake uwanja wa Bomani. Ukafika finali, sisi timu yetu ya mtaani Uruguay tukapambana na Blackburn, kwa jina lingine Admiral FC tukawafunga. Mechi ilikuwa kali sana, tukawa mabingwa, lakini marehemu mzee Said Ali akagoma kutupatia kikombe mpaka tuwe na mdhamini. Tukampatia mamlaka yetu Abdul Hamid Kiduwazi ambaye kwa sasa ndiye meneja wa Mombasa Stadium, akawa mdhamini wetu, tukapewa kikombe mwaka huo, vile vile wa 1985 na 1986 Chelsea AFC wakawin professional league au pwani wakawa mabingwa. Hapo ndipo Volcano FC wakaja Mombasa kuwaandikisha wachezaji wapya, wakawa na training camp yao stadium, kufanya mtujo wachezaji na kuwasajili wachezaji watatu wakiwemo wawili kati yao ni wachezaji wa Chelsea wa kutegemewa, marehemu Ali Timami na Ali Khamis, na mwingine aliyepata bahati ya kuchaguliwa ni marehemu Michael Mbaji. Ndipo hapo kukawa kuna pengo kubwa Chelsea, lazima lizibwe. Kwa bahati nzuri, nikapewa promotion kuchezea timu A. Jamaa wakaenda zao Volcano wakati huo Chelsea ndio mabingwa wa Coast Province, nao Mombasa Wanderers na Lake Warriors wakashukishwa daraja kutoka Super League, wamerudi Provincial League. Baadaye KFF wakafanya mini league tournament ya timu kadhaa za Coast Province, ili wapate mshindi atakayewakilisha province kwenye Super League. Kati ya timu hizo kuna Chelsea, Lake Warriors, Wanderers na timu nyinginezo. Gemu zikachezwa Police ground. Gemu ya kwanza tukapangwa sisi Chelsea na Mombasa Wanderers. Ndio ikawa mechi yangu ya kwanza kuchezea timu A baada ya kupewa promotion. Tukafika uwanjani timu zote mbili, mechi ikaanza, haikufika hata dakika sita Wanderers wakapata controversial penalty, rumai likazuka, refari akavunja gemu, Mombasa Wanderers wakapewa ushindi. Baada ya siku mbili tena Wanderers wakapangwa na Lake Warriors, ambao pia wao walikuwa wameshinda gemu yao ya kwanza. Timu ya Lake Warriors na Mombasa Wanderers ndio walipambana kwenye fainali, ilikuwa gemu ngumu sana. Lake Warriors walifungwa na Mombasa ndio wakapata nafasi tena kurudi Super League. Kuanzia siku hiyo, position ya striker ikawa anacheza mimi Chelsea e. Nikawa na season nzuri sana tukisafiri kwenda kucheza kila district ya pwani, Kwale, Kilifi, Malindi, Voi, Undanyi, Lamu, na timu ya Hola walijitoa kwenye ligi. Nikawa najitahidi kufunga mabao hata Chelsea a na wakati huo tulikuwa tukicheza kwa ghera, hatulipwi chochote. Basi ni vile tu tulikuwa twapenda kucheza soka, kama vile nilivyowaelezea mwanzo, ni mahali pa kukutuliza na kufocus na mwelekeo wako. Pia ukibahatika, waweza pata ajira ukajimudu kwa maisha ya mbeleni. Kuna wakati tulishinda Mayors Cup, tulicheza na timu kadhaa tukafika kota final, tukapambana na Mombasa Star tukawafunga. Semi final tukacheza na Black Forest pia wao tuliwafunga. Gemu zote zilichezwa Mombasa Stadium na mimi nikawa miongoni mwa wafungaji. Fainali tukacheza na Nyundo FC tukawafunga mbili moja, na mimi nikasababisha penalty, tukawa mabingwa wa Mayors Cup. Gemu yangu ya pili kucheza na Mombasa Wanderers ilikuwa friendly match Mombasa Stadium. Wakati huo wao wanajitayarisha na msimu wa Super League, na sisi twajitayarisha na Provincial League. KFF wakatupangia friendly match hapo. Defense yao alikuwa Michael Atano, Teddy na Ali Musa Toll. Tulipata ushindi bao moja ambalo nilifunga mimi. Wakati huo ni kitreni hard sana, wapiga marodi alfajiri kivyangu. Twakutana na wachezaji wenzetu wa timu nyingine, twa treni pamoja. Sometimes twapiga zoezi la kupanda kilima na vingazi kule wanapochoma mabaniani wakifa au beach madubaha. Asubuhi mapema tuko bomani twasakata soka, baadaye kila mtu huenda kwenye shughuli zake. Kuna wakati KFF branch ya Mombasa ilitupangia safari kwa gharama yao, sisi Chelsea na Nyundo FC tukienda Lamu kucheza mechi. Basi kwa bahati mbaya, gemu hazikuchezwa kulingana na sababu zisizoepukika. Chelsea tukacheza friendly match na Al Nassr FC ya Lamu, ndio wakati huo walikuwa mabingwa wa Lamu. tulivyorudi baada ya miezi kadhaa KFF Mombasa branch ikapanga friendly match baina ya combine ya Chelsea FC na Nyundo FC ili wapate get collection hujilipye gharama zao na timu zipate kitu kidogo. Kusema la kweli, siku hiyo uwanja ulijaa. Basi amini husiamini, wakati huo niko form naifungia timu yangu mabao. Gemu ikaanza, mimi nikiwekwa benchi reserve. Upande wetu wakabadilishwa, hata upande wa Gor Mahia na wao pia wakabadilisha maresarvu wao. Hata Antoni Kivosha wa Bantu Warriors alikuwa guest player wa Gor Mahia pia alichezeshwa. Imagine, mimi niko benchi sikupewa hata dakika kumi, na mimi angalau nipate nafasi ile atmosphere ya crowd, lakini wapi, kitu haiku happen kwangu. Mpaka wa leo sitosahau maishani mwangu, iliniuma sana. Akaendelea na kusakata soka, ikafika wakati company ambazo ziko na timu zao zika demand kila mchezaji anayefanya kazi kwao na anachezea timu ya nje, basi anahitajika anaita, ajoin timu wa kampuni ikabidi, wachezaji wote wakarudi kwenye timu zao za makampuni. Hiyo pia ikawa ni moja kati ya sababu ilianza kuua soka timu za mitaani. Timu zikawa wik kimpango, wachezaji wa kutegemewa wakahama klabu zao za mitaani. Kwa sisi Chelsea ilitudhuru sana, wachezaji kina Suche, Anwar, hamada Maremabdulqaka Alimu Ngwana na Big Ali wote wakaenda timu wao ya kampuni Posta. Ikabidi timu tuachie sisi, generation yetu tukashikilia klabu, tukawa ndio wachezaji wa kutegemewa mpaka 990 nilipomaliza shule. Nikaona badili ya kukaa tu mtaani bila ya kujishughulisha na kitu chochote kutaleta shida, nikaamua kwenda kutren na Bandari ya FC kwa mwaka mmoja ili kujikip busy. Mwisho wa mwaka wa 1991, marafiki zangu Bros na Luli wakanijulisha kwa club official wao Mzee Nuru, nikaja nikajoin, lakini wakati huo siasa zikaingia kwenye soka, tukawa na wakati mgumu sana. Ligi ikagawanyika, kukawa na group mbili, mara game zachezwa mara hazichezwi, zahma tupu. Mvutano ukaathiri soka mjini Mombasa, ikashuka moral, ikapungua. 1993, Black Panther wakanishawishi ni join kwao, nikaangukia nikajoini Nyundo. Ndio ilikuwa mwisho mwisho wangu wa kusakata soka na Nyundo pia nilikuwa nikiwafungia mabao, mpaka nikawacha kucheza soka kuangalia maisha yangu. Naam, shukran, shukran sana ndugu Msanif uh, Muhammad Msanif Kombo kwa hii eh, taarifa yako ya historia yako ya mpira na mapitio yako uliowahi kupitia na zile tajriba ulizozipitia ku, kusakata kabumbu na mpaka kumalizia kwako mpira. Hakika pana mafunzo mengi sana, mafunzo mengi sana katika Uh, mawasiliano yetu tuliokuwa nayo pamoja nawe ukijieleza jinsi mapitio yako yalivyokwenda, pana mafunzo mengi sana kwa vijana wetu, ndio sababu uh, pia tukaiita hino uh, kanda yako kwamba tukuze talanta za watoto wetu kuanzia shuleni, t-t-t-tukuze talanta za watoto wetu kuanzia shuleni kwa sababu umeleta sura nzuri sana kuonyesha vipi kijana wa coast anaweza kujichunga afya yake akakuza talanta yake ya mpira akainukia nayo kwa vizuri anaweza kufika mbali na wengi wako wamepitia nina hakika wengi wamepitia uh, hii njia ambayo wewe uliopitia na hivi ndivyo tulivyokulia sisi kitu kile kinaitwa ghera kilikuwa ndani yetu kuanzia wacheza, hakuna anayekusukuma, hakuna anayekulazimisha, lakini unainukia na moyo kabisa na una aim high, unakusudia kufika mbali zaidi. Ingawa sasa um, kuna vipengee ambavyo ni jamii ilikuwa sasa ihusike kuona vijana wanaoinukia namna hii wawape support ili wafike mbali, lakini kwa bahati mbaya, uh, makwetu sisi huwa watu hawashughuliki sana hawajali sana kwa hivyo, vipawa vingi vinaharibikia njiani, watu ambao wanaweza wakafika mbali. Mimi binafsi nilivyokuwa nikimwona Msanif akicheza, uh, Msanif ni mdogo wangu kidogo kwa miaka kadhaa, lakini nilivyokuwa nikimshuhudia, nilikuwa na matumaini sana kwamba Msanifu anaweza kufika mbali lakini eh, kama m -m mulivyosikia eh, historia yake ilivyokwenda eh, hakuwa na mtu ambaye ni wa kumpa ile backup. Eh? Na hili ni jambo ambalo kwetu linakosekana sana. Tun tunatakikana tu, tusome kutokana na haya. Unajua, kuna mafunzo mengi ambayo watu wa maendeleo, ukimleta mtu ukitaka akuendeleze jambo lako, mtu mwenye experience kubwa na mwenye ujuzi, ukimleta ili aendeleze hapa mahali, kwanza watachukua historia yenu, hasa nyinyi muko vipi na mulifikia wapi. Tizama juzi katika ukumbi wetu Iko Wapi Zamani nimeweka ile orodha ya kuonyesha, uh, shule jinsi zilivyo perform katika miaka ya nyuma, na tutaona ya kwamba Uh, Mombasa High Mombasa High School uh, wamewahi kuchukua ubingwa wa Kenya mara sita, wao wakiwa ni, ni namba mbili uh, baada ya Kakamega High na Kakamega High kama tunavyojua yani, pale pana wachezaji ambao wakimaliza pale moja kwa moja wanachukuliwa AFC ama Gor Mahia na nini. Shona, na kuna nyingine kutoka Kitale kuna Homa Bay, lakini Mombasa High ni namba mbili katika katika performance ya Kenya nzima. Kwa hivyo talanta iko kwetu, lakini sisi hatujaamua kuifanyia kazi. Lakini lau kama uh, watu wataamua wakae chini, wajipange, Mombasa italeta maajabu katika Afrika ya Mashariki. Mimi hilo nina hakika nalo bila ya shaka yoyote. Kitu kama utaona uh, vikombe vinavyopiganiwa vya Africa Cup ama World Cup, Afrika ya Mashariki hatufiki mbali sisi. Sababu gani, Eh? sababu talanta iko katika Afrika ya Mashariki hususan katika Mwambao wa Pwani, pana talanta kubwa sana, lakini watu hatujangamua kwamba hapa patakaniwa watu wafanye shughuli ya kikweli lakini sisi tunafanya mchezo mchezo, ndio nafasi zinakwenda. Mchezaji kama Msanifu, ukisikiza stori yake kuanzia kanda ya kwanza ya pili ya tatu na ya nne kwa makini, hapa uta, uta, uta, utangamua kwamba sisi tuwawajibika kufanya extra effort kuonyesha ya kwamba mpira tunaweza kuuenua wa Afrika ya Mashariki sisi watu wa Pwani hapa ama Mombasa. kwa hivyo na wahimiza sana ndugu zangu wakubwa kwa wadogo. Uh, kanda kama hii ya Msanifu ina mafunzo mengi, mwisikilize, sio mara moja wala mbili, sikizeni sana, mtaona jinsi huyu uh, Msanif Muhamad Msanif Kombo alivyokuwa na bidii na juhudi kufika mbali, lakini uh, ali juhudi zake zilipanda mwamba pale ambapo alipofika kwamba kuona kwamba Uh, mpira umeingia na siasa, hakuna mtu wa kusapot vijana wacheze. Kijana ambaye alikuwa mechi moja, amesema imemhuzunisha sana, imemhuzunisha sana, mechi moja ambayo alikuwa hiyo, ndio trial ya... trial yake ya uh, kuonyesha ile talanta yake ilivyo, uh, wakati timu ya Chelsea na Nyundo uh, walipofanya uh, combine kucheza na Gor Mahia ilikuwa, huyu Msanif alikuwa ana, amekusudia hata dakika kumi tu atakazotiwa pale katika uwanja, aonyeshe mbinu zake alizo nazo, lakini maskini, uh, haku, hakupewa hata dakika mbili, na pahali pa trial ni trial. Shana, watu wanabadilishwa toa mtie kijana mdogo huyu aangaliwe kwa sababu ashafanya miujiza tayari. Amefunga timu kubwa kubwa. Eh? Amefunga timu kubwa kubwa, mbele ya madifenda wakubwa, lakini utaona kwamba jambo kama hili halikupewa umuhimu uh, wowote. Uh, ni jambo kwa hakika la kusikitisha, lakini qadara uh, llahu wamashaafal, Mwenyezi Mungu atujalie sote kula la kheri, atufungulie inshaallah Uh, uh, milango ya kheri, maendeleo yapatikane katika ukanda huu wetu wa pwani, na tuwe ni wenye kufaulu katika uwanja wa mpira. Shukran yote na khususan uh, Muhamed Msanif Kombo, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu.